shoga wa kizungu anaitwa hapa Calling, Calling amechapisha uh, mamilioni ya biblia amechapisha biblia karibu milioni tatu ambazo biblia hizo zimeondolewa maneno elfu sitini na sita Roho mtakatifu hamna Mungu Baba hayupo neno Bwana hamna Sala ya baba yetu uliye mbinguni imetolewa na wanahawa kutafuta uh, neno ama pronoun, ili wamewasilishe Mungu bila kiwakilishi, ndio hiyo nini, yani Mungu aonekane hana jinsia. Lakini tukapata taarifa kuna Biblia amechapisha, ziko kama elfu kumi hivi, na zingine zimeingia hapa nchini na zinauzwa. Tukailia Bwana, kamati ya mbinguni maduka mbalimbali mbali, na mengine ya ya Biblia yanauzwa hata maduka mengine ya kanisa, mengine mnayajua. Tukatuma watu mikoa yote mjini pale, tukapata Biblia, tukajifungia miezi miwili, hatufanyi chochote, tunachambua Biblia. Mungu amesema mtu ye yeah asifanyaje. Kitabu cha Mathayo kumi na saba ishirini na moja kimefutwa. Matayo kumi na nane mstari wa kumi na moja umeondolewa. Matayo ishirini na tatu kumi na nne imeondolewa. Matayo kumi na saba ishirini na moja imeondolewa. Marko sura ya saba mstari wa kumi na sita umeondolewa. Marko tisa mstari wa arobaini na nne umeondolewa. Marko tisa mstari wa arobaini na sita umeondolewa. tisa mstari wa 44 umefutwa. Malko tisa mstari wa 46 umeondolewa. Kitabu cha Malko 11 mstari wa 26 umefutwa. Kitabu cha Malko 15 mstari wa 28 umeondolewa. Kitabu cha Luka 17 mstari wa tatu haumo. Kitabu cha Yohana sura ya tano mstari wa tatu mpaka wanne haupo. Kitabu cha matendo ya mitu Matendo ya Mitume sura ya ishirini na nne mstari wa sita mpaka wa nane umeondolewa. Matendo ya Mitume mstari wa 28, amini sura ya 28, mstari wa wa ishirini na tisa umeondolewa. Warumi kumi na sita mstari wa 24 umeondolewa. Yohana wa kwanza sura ya tano mstari wa saba mpaka wa nane umeondolewa. Yesu aturehemu sana. Kitabu cha Matayo ishirini kumi na sita umeondolewa. Marko 6 mstari wa 11 ndolewa. Luka 4 mstari, mstari wa 8 umeondolewa. Kitabu cha Luka sura ya tisa mstari wa 55 na 6 umeondolewa. Ruka ishirini na tatu mstari wa 17 saba aupo. Matendo ya Mitume sura ya tisa mstari wa tano mpaka wa sita aupo. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 42 Mitume ishirini na tatu mstari wa tisa haupo Mathayo, kitabu cha Mwanzo sura ya saba ule mstari wa kwanza na watatu umechakachuliwa, kwa habari ya agizo la Mungu dhidi ya Mungu ama Noa, kwa Kiingereza. Wewe ambaye husomi Biblia, unafumuaga uvaii utajua haya? Mungu aliposema wa watu wangu wanaangamizwa, wanaangamia kwa kukosa maarifa, ndio kama hivi. Manake kizazi kinachokuja kuandiki, kizazi chetu cha watoto, wanakuja kusoma Biblia zimechakachuliwa hata yaani. Na wanaanzaja hivi, wanaanza kuchomua vidogo vidogo, afu wanatulia, wanasikilizia miaka miwili mitatu, hata miwili au mmoja wakisikia kimya, wamna wachungaji wanapiga kelele, wanajua hawajashuka. Wanaendelea kutoa wanaendelea kutoa.